Kishu shalino mweye mko mnatesa batu mwe. mwe... tangu kuzaliwa siafikaka huku, wewe unanifikisha huko we mshwenzi Eh? tangu kuzaliwa siafikaka huku, lakini nafika huku juu yenu. Shanzi wewe.